Ahadi nimetimiza, sijatimiza? Nimetimiza ahadi ya goli moja kwa milioni mia moja na nilisema leo asubuhi ya kwamba niliahidi vijana Jumatatu na nikapata kutoka kwa viongozi wenu mgawanyo wa hiyo pesa mlitengeneza wenyewe. Nimepata taarifa huyu akaunti yake akaunti yake, na sikutaka hizo pesa zipitie popote pale, nikataka pesa hiyo naingia kwenye akaunti yako moja kwa moja kama kila mtu amesoma kwenye akaunti yake, jina la Bwana na lihimidiwe. Sasa kesho, goli moja mtakalofunga ni milioni mia mbili. Goli la juzi ilikuwa goli moja milioni mia moja, kwa watanzania hawa wameniambia Makonda, tunanunua goli moja kwa mechi ya Tunisia, goli moja kwa milioni ngapi? kwa mkifunga magoli matano mna bilioni moja. Na yenyewe utaratibu ni ule ule mtakutana nao hela kwenye akaunti, na sasa hivi bahati nzuri ninazo akaunti zenu zote. Yani kama sasa hivi goli moja ni milioni mia mbili, manake kile kiwango lichokipata kwenye akaunti yako zidisha mara ngapi. Kwa likiongezeka goli jingine, manake kile kiwango lichokipata unazidisha mara nne. Kwa mkiongeza goli la tatu, kile kiwango nazidisha mara sita. Watanzania wanataka ushindi, wanataka ushindi kwa sababu tatu. Moja, wanajisikia fahari kuona Watanzania wenzao, vijana wao, watoto wao, kaka zao, wadogo zao wanaliwakilisha taifa katika kusakata mpira, na leo hii Watanzania wanakaa kwenye TV wanaangalia Watanzania wenzao wanacheza miaka mingine tulikuwa tunaangalia mataifa mengine yanafanya nini, leo wanaona watoto wao kaka zao ndugu zao wadogo zao wanacheza. Hiyo ndio fahari ya Watanzania na ndio maana wanataka ushindi, ili timu yetu ya taifa iendelee kubaki kwenye mashindano haya AFCON 2025. Sababu ya pili, kwa nini tunataka ushindi? Ni keria yako, lazima tuupiganie ushindi ili kukuza keria yako. Usikubali keria yako ishie hapa. Na kwa wale wengine ambao wameniambia wana ndoto ya kupumzika basi, unapostaafu ustaafu kwenye rekodi iliyo juu zaidi, ya kwamba nimeacha ba, nimefanya nini? Nimepandisha. Lakini mwisho, mafanikio yenu yanabeba pia ndoto za vijana wengi wa Tanzania ambao wako mtaani huko, wanacheza mpira waliokusanya makaratasi yale wakafunga, wakiona leo kama ulivyopata ndugu yangu siku ile eh, man of the match ile, kuna vijana huko ndoto yao ime, wanatamani siku moja niwe kama Msuva pale. Kwa, kwa namna moja au nyingine, ni kwamba kila mmoja ajue taifa lake linamtazama na kumtegemea. Ndoto yake na keria ya yake inategemeana na ushindi utakaupata kesho. Lakini mwisho, ndoto ya watoto wa Kitanzania wachezaji mpira wanaotamani kuja kuchezea mpira katika mataifa mbalimbali wanakutazama wewe kama role model wao, ninaomba tusiwaangushe.